Kitabu cha Danieli sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Karibuni wapendwa, tuungane kwa pamoja. Unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu, ili tunaposoma Biblia na wewe unasoma huku ukifuatilizia kwenye Biblia yako, inakuwa ni nzuri zaidi. Wapendwa, tusali, tuanze rasmi siku ya leo, kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya wakati ambao, ee Bwana, unatuwezesha kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, utuwezeshe Bwana kuweza kulielewa na utuwezeshe Bwana kuweza kujengwa, ili hekima yako endelee kutuimarisha, ili sote tuendelee kuwa hodari, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu. Karibuni sana tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kumbuka ni kitabu cha Danieli. Mlango wa kumi na moja. Tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi, mimi nalisimama nimthibitishe na kumtia nguvu. Nami sasa nitakuonyesha lililo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Na mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wote, naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Na mfalme hodari atasimama atakayetawala kwa mamlaka kubwa na kutenda apendavyo. Naye atakaposimama, ufalme wake utavunjika na kugawanyika katika pepo nne za mbinguni, lakini hautakuwa wa uzao wake wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo alitawala kwayo kwa maana ufalme wake utang'olewa hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao. Na mfalme wa kusini atakuwa hodari, na mmoja wa wakuu wake atakuwa hodari kuliko yeye, naye atakuwa na mamlaka; mamlaka yake itakuwa mamlaka kubwa. Na baada ya miaka kadha wa kadha watashirikiana, kwa kuwa binti wa mfalme wa kusini atakuja kwa mfalme wa kaskazini ili kufanya mapatano naye, lakini hatakuwa na nguvu za mkono wake, siku zote, wala mfalme yule hatasimama, wala mkono wake. Lakini yule binti atatolewa na hao waliomleta, na yeye aliyemzaa, na yeye aliyemtia nguvu zamani zile. Lakini katika chipukizi la mizizi yake atasimama mmoja mahali pake, atakayeliendesha jeshi la askari, naye ataingia katika ngome ya mfalme wa kaskazini, na kuwatenda mambo na kuwashinda na miungu yao pamoja na sanamu zao na vyombo vyao vizuri vya fedha na dhahabu atavichukua mpaka Misri. Kisha atajizuia miaka kadha wa kadha, asimwendee mfalme wa kaskazini. Naye huyo ataingia katika ufalme wa mfalme wa kusini, lakini atarudi mpaka nchi yake mwenyewe. Na wanawe watafanya vita na kukusanya mkutano wa majeshi makuu watakaokuja na kufurika na kupita katikati, nao watarudi na kufanya vita mpaka penye ngome yake. Na mfalme wa kusini ataingiliwa na ghadhabu, naye atatoka na kupigana naye, yaani mfalme wa kaskazini, naye atapanga jeshi kubwa, na jeshi hilo litawekwa mikononi mwake. Atakapokwisha kuchukua lile jeshi, moyo wake utatukuzwa, naye atawaangusha makumi elfu, lakini hataongezwa nguvu. Kwa maana mfalme wa kaskazini atarudi naye atapanga jeshi kubwa kuliko lile la kwanza, naye hakika atakuja mwisho wa zamani zile, yaani baada ya miaka kadha wa kadha pamoja na jeshi kubwa na mali nyingi. Na zamani zile watu wengi watasimama ili kumpinga mfalme wa kusini; pia wenye jeuri miongoni mwa watu wako watajiinua ili kuyathibitisha maono, lakini wataanguka. Basi mfalme wa kaskazini atakuja na kufanya kilima na kuupiga mji wenye maboma, na silaha za kusini hazitaweza kumpinga, wala watu wake wateule, wala hapatakuwa na nguvu za kumpinga. Maana ajaye kupigana naye atatenda kadiri apendavyo, wala hapana mtu atakayesimama mbele yake. Naye atasimama katika nchi ya uzuri, na uharibifu utakuwa mkononi mwake. Naye atakaza uso wake ili aje pamoja na nguvu zote za ufalme wake naye atafanya mapatano naye naye atatenda kadiri apendavyo, naye atampa binti wa watu ili amharibu, lakini hilo halitasimama wala kumfaa. Baada ya hayo atauelekeza uso wake kwenye visiwa, naye atavipiga visiwa vingi, lakini mkuu mmoja ataikomesha aibu iliyoletwa na yeye; naam, aibu yake hiyo atamrudishia mwenyewe. Ndipo atauelekeza uso wake kwenye ngome za nchi yake mwenyewe, lakini atajikwaa na kuanguka wala hataonekana tena. Ndipo badala yake atasimama mmoja atakayepitisha mwenye kutoza ushuru kati ya utukufu wa ufalme wake, lakini katika muda wa siku chache ataangamizwa, si kwa hasira wala si katika vita. Kisha badala yake atasimama mmoja mtu astahilie kudharauliwa, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme naye atakuja wakati wa amani, naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza. Na wale wenye silaha mfano wa gharika watagharikishwa mbele yake na kuvunjika, naam mkuu wa maagano pia. Na baada ya maagano atatenda kwa hila, maana atapanda, naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo, naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali; naam, atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati ulioamriwa. Naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa; na mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi, lakini hatasimama; maana watatunga hila juu yake. Naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza na jeshi lake litagharikishwa na wengi wataanguka wameuawa. Na katika habari za hao wawili, mioyo yao watanuia kutenda madhara nao watasema uongo walipo pamoja mezani. Lakini hilo halitafanikiwa maana mwisho utatokea wakati ulioamriwa. Ndipo atakaporudi mpaka nchi yake mwenye utajiri mwingi na moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano takatifu. Naye atafanya kama apendavyo na kurudi mpaka nchi yake. Kwa wakati ulioamriwa atarudi na kuingia upande wa kusini, lakini wakati wa mwisho mambo yatakuwa ya kama yalivyokuwa wakati wa kwanza, maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye, basi atavunjika moyo. Naye atarudi na kulighadhibikia hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Na wao wafanya maovu juu ya hilo agano, atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Na baadhi yao wenye hekima wataanguka, ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, kwa maana ni kwa wakati ulioamriwa ambao haujaja. Naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila mungu, naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Wala hataijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake wala hatamjali Mungu awaye yote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake atamheshimu mungu wa ngome, na mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha na vitu vya thamani na vitu vipendezavyo. Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa mungu mgeni, na yeye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu naye atawapa kumiliki wengi naye ataigawa nchi kwa rushwa. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa. Lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake, Edomu na Moabu na wakuu wa watu wa Amoni. Naye ataonyosha mkono wake juu ya nchi hizo, hata na nchi ya Misri haitaokoka. Lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani, na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha naye atatoka kwa ghadhabu nyingi, ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. Naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikilia ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Mlango wa 12 wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako na na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na wao walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe e Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho; wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe, wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mtu upande huu na mmoja ukingoni mwa mtu upande wa pili na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, Je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hawa watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Nami nikasikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, ee Bwana wangu mwisho wa mambo haya utakuwaje? Akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awa yeyote, bali wao walio na hekima ndiyo watakaoelewa. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa daima itondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku elfu na mia mbili na tisini. Heri angojae na kuzifikilia siku hizo elfu na mia tatu na thelathini na tano. Lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule maana wewe utastarehe nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo.